Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo u hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu kwa usiku wote aliweza na kukulinda, na pia asubuhi ya leo ameweza na kukuamsha akiwa amekubariki na uhai ukiwa bado unazidi na kumwamini na kumtumainia kwamba ataweza na kuendelea na kukubariki taweza na kuendelea na kuona ukuu wake, neema zake zikiwa juu yako, wakati ambapo tu huko katika uso wa dunia. Ukiamini hayo hata mambo yawe namna gani, utazidi na kuona tu kuwa Mwenyezi Mungu, utaendelea tu na kufurahia baraka zake. Utazidi na kuona kwamba Roho wake Mtakatifu, yani anazidi tu na kufanya kazi ndani yako. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kunyunziwa hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu na mtumishi wake ambaye ni Pasta Jacinta Sana kutoka kanisa la ABC misuuni, Mitaboni Pastor Machakos Sabuni kota. Karibu, tuendelee na kubarikiwa pamoja. Ni kusalimu mpendo wa mtanzamaji katika jina la Yesu Kristo. Ujambo, mi pia si jambo. Nataka kumshukuru Mungu ni kwa ajili ya asubuhi jema ya leo ambayo ametubariki kuwa hai. Natumai ni wengi ambao walitaka kuona hii siku, lakini hawakuweza kuiona, lakini Mungu akatupa hii kibali ili mimi na wewe tukaweze kuwa hai na kukaribisha katika kipindi chetu cha manyunyu ya baraka asubuhi hii ya leo. Natumai mpendwa tunazidi kubarikiwa kwa pamoja hii wiki. Neno la Mungu ambalo litatuongoza siku ya leo tunatoa katika kitabu cha Warumi, Warumi mlango ni huo wa nane mstari wa thelathini na moja tufike mstari wa thelathini na saba na naenda kusoma tukiwa pamoja. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote, aata, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya ayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au hadha au jaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yake tunauawa mchana kutwa, na tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Bwana Yesu na asifiwe. Mpendwa mtazamaji, asubuhi hii ya leo, ningetaka tukaweze kuzungumzia neno la Mungu ambalo litatutia nguvu katika haya maisha, ambayo itaweza kutupandisha imani yetu. Neno la Mungu nataka atuzungumzie. Nataka kukwambia ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi, wewe hu zaidi ya mshindi. Mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anaongea na kanisa kuhusu, kuhusu uzima katika roho. Maana kuna utukufu ujao kwa walio katika Kristo. Alikuwa anatia kanisa moyo kwa yale mambo ambayo wanayapitia katika maisha na kuwaonyesha kana kwamba wakiwa ndani ya Roho, roho hatawaongoza roho wa Mungu atawaombea na atawapa kusimama, kwa maana kuna utukufu ujao kwa wale ambao watafumilia shida na akaonyesha kanisa, na kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Kristo. Ndio tunapitia mangumu katika maisha, tunapatana na mambo ambayo ni ya kutukera mioyo kila wakati, lakini hayo mambo hayafai kututenganisha na Mungu. hayo mambo yanafaa kutupa kusimama thabiti katika imani yetu. Kwa nini, mpendwa wa Mungu asubuhi hii ya leo, na kuonyesha ya kwamba wewe uzaidi ya mshindi? Sisi tu zaidi ya washindi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yupo upande wetu. Baada ya mtumishi wa Mungu kuonyesha kanisa ule utukufu ujao, baada ya kufumilia shida anataka kuwaonyesha kana kwamba Mungu yupo upande wetu kututetea. Mungu yupo pamoja nasi kusimama na sisi kila wakati. Kwa hivyo, hakuna jambo lolote ambalo, mpendwa, linafaa kututenganisha na upendo wa Kristo. Ule upendo ambao alionyesha katika maisha yetu ni upendo mkuu, alitupenda akajitoa nafsi yake ni kwa ajili yetu sisi, na uyo upendo ambao alionyesha kwetu, yeye mwenyewe alishinda. Na iyo upendo ambao alionyesha kwetu, Mungu alikuwa upande wake, ndiyo maana aliweza kushinda. Nasi wapendwa, siku ya leo nataka kukukumbusha ya kwamba Mungu yuko upande wetu, ikiwa unamwamini Nakwambia Mungu yuko upande wako, na hutaweza kushindwa katika maisha. Wewe ni zaidi ya washindi. Ndio, najua yale mambo ambayo unayapitia kwa maisha ni mambo magumu sana, ni mambo mazito sana, lakini mpendo wa mtazamaji, ukizidi kumwamini Mungu, ukizidi kumtumainia Mungu kila wakati, ukifikiria ule upendo ambao alionyesha kwetu, imani yako itazidi kuwa thambiti. Ukifikiria yale mambo ambayo alipitia, ni kwa ajili yangu na wewe, ili tukaweze kupata uzima, mpendo wa Mungu, utajua kana kwamba kunaye anayesimama kwa upande wetu. Kwa hivyo hatufai kuongopa kitu chochote, kwa maana Mungu yupo upande wetu kutete, kututetea. Na ikiwa Yesu mwana wa Mungu aliweza kushinda, hata sisi tutaweza kushinda yale mambo ambayo tunakabiliana nayo katika maisha. Mtumishi wa Mungu Paulo ameuliza kanisa, ni nini ambacho kitatutenganisha na upendo wa Kristo? Akauliza mambo ni viki ni jaa, akasema mambo mengi ya Tenganisha na Kristo ni kukosa kasi. Utakutenganisha na Kristo ni kuwa hauna amani. Kutakutenganisha na Kristo ni maagura amezidi kuinuka. Watakutenganisha na Kristo Baba yako, familia yako ilikuwa inaendelea vizuri na siku hizi inaendelea vizu, vibaya, hilo jambo litakutenganisha na Mungu? Hapana, Mpendo wa Mungu hata mtumishi wa Mungu Ayubu, kuna siku ilifika akaambia mke wake, si kila siku tunachukua mambo mema kutoka kwa Mungu. Unajua, mara nyingi sisi tunataka kukaa maisha ambayo hayana shida, tunataka kukaa maisha ya furaha, maisha ya kupendwa, maisha ya amani, na tunapokaa hayo maisha tunamsahau Mungu wetu unapo ya umetosheka na kila kitu ambacho unahitaji katika maisha. Kuna wakati unafika unaona ni wewe tu unajikalisha, kuna wakati unafika unamsahau Mungu wako. Kwa hiyo, mpendwa mtazamaji, haya mambo yanakuja kwa maisha yetu ili tukumbuke Yesu Kristo. Pia yeye alipitia mambo kama hayo, na ikiwa alishinda, hata nasi tutashinda. Haya mambo yanakuja kwa maisha yetu ili yakaweze ya kutujenga katika imani hayafai, kututenganisha na Mungu wetu. Yanakujenga wewe ukaweze kusimama imara katika imani yako, kusimamia wokofu wako, hata wale ambao wanakuona waweze kusema ni kweli, huyu mama amesimama, huyu mama amepitia mambo mengi, tukimwangalia na hakuna jambo ambalo lilikuja liku, liku, kwake kwa akaweza kuanguka. Anayafumilia yote, na ndio maana tunamwona amesimama na anaendelea na mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mpendo wa Mungu, nataka, nataka kukukumbusha asubuhi ya leo, wewe ni zaidi ya mshindi. Haijalishi ni mambo ambayo ni wapi ambayo unayapitia katika maisha aijanishi ni wapi ambayo umeyaona kwa maisha yako, aujamishi vile watu wanakunenea auvalishi mangumu ambayo unayapitia mpendwa mtazamaji, nataka kukukumbusha ya kwamba wewe u zaidi ya washindi, na ikiwa Mungu yuko upande wako, hakuna kitu ambacho kinaweza kukutenganisha na Mungu. Ikiwa Mungu yuko upande wetu, kutusimamia kututetea, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kututenganisha na upendo wa Mungu. Yale mambo ambayo tunayapitia ni ya muda tu na yatapita. Leo uko kwa hili, kesho uko kwa lingine, kesho uko kwa lingine, yote Mungu anakupigania, yote Mungu anasimama nawea, na wewe anakutetea, na imani yako inazidi kuwa thabiti. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, nataka kukumbusha ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi, tudumu katika Kristo. Mungu yuko upande wetu kututetea. Ingawa wakati mwingine unafika mahali unaona kana kwamba ni kama uko peke yako na kukumbusha ya kwamba hauko peke yako. Bwana Yesu na asifiwe. Hauko peke yako mpendwa. Uko na Mungu ambaye anasimama na wewe kututetea. Na ikiwa Kristo mwana wa Mungu alishinda, pia nawe utashinda. Unayopitia kwa sasa ni ya muda, yatapita tu na kuna wakati utakuja kuitwa washindi na watu. Kuna wakati watu watakuja kuinda mfano wako, wanakuja wanakutoa mfano, wanasema ikiwa fulani alishinda hata mimi nitashinda. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, nataka tu kukukumbusha wewe uzaidi ya washindi usiofu kwa yale mambo ambayo unayapitia. Mungu atasimama na wewe, Mungu atakutetea na atakushindia hizo vita zote. Ikiwa Yesu Kristo alishinda, hata nawe utakuwa mshindi. Bwana atubariki na abariki neno lake. Amina. Tunasema ni asante Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya wema wako na fadhili zako ambazo umeweza kutenda nasi asubuhi hii ya leo. Tunaomba ili Mungu neno lako ambalo tumelisikia asubuhi hii ya leo, ukalifuatilie ndani ya mioyo yetu, na likazidi kuwa la manufaa katika maisha yetu. Ubariki mtazamaji na umwinue kwa njia zako za ajabu. Kutana na mahitaji yao Bwana, na ukawatimizie kulingana mapenzi yako, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Tubariki sisi zote na neema yako ya ajabu, ikaweze kuwa katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Sisi ni zaidi ya washindi, nikusema ni kwamba kutokana na yale maandiko ambayo tumeweza na kusomewa asubuhi, yaliyo na kufundishwa. Kutokana nayo kama Yesu alishinda, sisi ni washindi, kwa sababu sisi ni uzao wake, sisi ni wana wake. Tukaweza na kujua kwamba hakuna kitu ama hakuna jambo lolote lile ambalo linaweza kututenganisha na upendo wake. Mungu alitupenda kupitia kumtoa mwana wake Yesu Kristo akipekee ambaye msalabani ni kwa sababu yetu. Na kama hayo yote aliweza na kufanyika, Mungu akatupenda na upendo mwingi, ni kipi hicho ambacho kinaweza kikatutenganisha na upendo wake? Hakika hakuna. Mpenzi mtazamaji, ningetaka uamini kwamba hakuna iwe ni njaa, iwe ni magonjwa, iwe ni umaskini, iwe ni yani, iwe ni hali ya ina gani, majaribu, changamoto, tuamini kwamba, yani, hakuna kile ambacho kinaweza kikatutenganisha na upendo wa Mwenyezi Mungu. Maana hata kama hayo yote tutaweza na kupatana nayo, maana tutaweza na kukumbana na nayo. Tuko hapa tu katika uso wa dunia, katika ulimwengu huu, lazima tupatane na majaribu magumu ya aina mbalimbali lakini hata huo wakati Mwenyezi Mungu huwa upande wetu. Mwenyezi Mungu upendo wake huwa juu yetu, pia huwa anatupenda hata katika hiyo hali hiyo, ambayo hata wakati ambapo unalia unasema umepitia hiki na kile, pia Mwenyezi Mungu yuko upande wako na upendo wake uko juu yako. Hivyo basi ni kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kikatutenganisha na upendo wa Mungu mwenyewe. Hivyo basi tuzidi na kumtumainia. Tengemeo letu ni yeye tu, hakuna mtu mwingine. Tumaini lako weka pale, maana ataweza na kukusaidia, ataweza na kuona jinsi ambayo utaweza na kutoka pale, ataweza na kukutoa pale na mkono wake wa nguvu. Anakuona hata kama ni kupitia kwa ugonjwa, anakuona, bado anakupenda ukiwa katika hiyo hali. Hata kama ni kuwachwa na wapendwa wetu, anaona, anaona hayo machozi, atatupanguza maana yu watupenda na upendo mwingi mno, pasa tumeshukuru. Barikiwa sana mpenzi wangu mtazamaji, pia nawe ubarikiwe, uwe na siku njema na neema ya Mwenyezi Mungu ikutoshe. Na huo upendo wa Mwenyezi Mungu usije ukauachilia, na usije yani, ukampa shetani nafasi akakutenganisha naye. Shalom.